So uh, uh, so. Naye mkurugenzi wa idara ya jinsia katika serikali ya Busia, Brenda Maketo, amefichua kuwa wanawake wanaadhirika zaidi mitandaoni kwa mujibu wa utafiti wa hivi karibuni, asilimia 65 ya waadhiriwa ni wanawake, huku wanaume wakiorodheshwa kwa asilimia 35. Kaunti za Busia, Nairobi na Mombasa zinaongoza katika visa hivi, zinachangia jumla ya asilimia themanini na tano ya matukio yote yaliyoripotiwa nchini. Hali hii inahitaji juhudi za pamoja kuwalinda makundi yaliyo hatarini zaidi. Nikiripotia ya mtazamo wa Dira ya Runinga ya Tandao, jina langu ni Faith Nyongesa.